Fuata ni kutoka Mombasa ni fadilat Shekh Izzudin Al-Alawi, uislamu na mwanamke. Kipande alichoamua kukizungumza ni kufanya muqarana comparison ulinganishaji mwanamke, mwanamke baina shariati, shariati al-aghbiya wa baina shariati al-anbiya, muqarana, zile sheria za upande ule na sheria za Uislamu, lakini pande zote mbili zinamuhusu mwanamke. Tumkaribishe kwa heshima kubwa na taadhima aje azungumze nasi, faliyatafaddal mashkura.

kwamba siku ya hii tarehe ya leo ni siku ya mwanamke, amewekewa siku yake na walomwekea, ila hakuna mwenye siku yake siku zote. Wadhakiruhum biayamin, siku huwa ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini zikifanywa mambo ya Mungu kama, kama saa, hakuna saa muhimu zaidi ila iliothibiti katika nasi, lakini saa zote ni muhimu. Ukifanya jambo la muhimu, ile saa hutukuka kwa yale atakaofanywa ndani yake. Hata sehemu sengine hutukuka na sehemu huanguka, hata kama asili yake ilikuwa imetukuka, ikiwa haikufanywa mambo matukufu. Kwa mfano, walladhina takhadhu masjidan hirara msikiti tu hiyo, hakuna kitu kitukufu, lakini walipoutukua sivyo, kama iliokuwa baadhi ya misikiti mingi hivi sasa. Lakini mwenye kuvunda hako ni Mtume Muhammad saa sallam, lakini na hakika lao angekuweko, kuna misikiti mingi ingekula mabomu, hata si nyundo. Nasalullaha salama wa alafia. Na walokuwa na kikao cha kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumweleza. Mimi nitapenda kabla sijaingia katika mada yangu kuna nukta mbili niziguse. Kwanza, nukta ya kwanza, mashallah, tumesikia wasomi wetu, Mungu awabariki wao walosoma na walimu zao. Lakini na nukta hapa nataka niiguse, ndugu zangu mahadhi ni kitu kitamu, lakini maana ni tamu zaidi, na naona wengi twamili kwenye mahadhi kuliko kwenye maana. Utasikia mtu hutaja hadithi ya aya za moto ni oh, yaani moto ah, waupenda nini? Ye kaangalia makamu ni rasti, sijui ni haja, mimi sijui Mi mwenyewe si mokamwe kwenye onyo akaangalia hayo makamu lakini kaacha kitu muhimu sana nayo maana. Na Mwenyezi Mungu asemaje? afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubi weve, unaisoma jaribu, tufikishie yale maana kwa kuchagua naghma unazozisoma Ukisikia kuna tajwa moto moto, taja kwa ukali, tulegezee sauti na moto haikuelekea. Lakini ukisikia kumetajwa wanawake, wanawake tuvutie vutie, ttja mwanamke na sauti ngumu, mpaka mwenyewe Mungu akamuumba, fa intasaluni bin nisaa fa innani khabirun bi ahwali nisaa tabibu, inna nisaa khuliqna lana

maana yawekwe mbele kuliko naghamu, usomaji utakaokuwa. Nimekuta hili baadhi yetu tunalo, na hivi ndio vikao vya kutanabahishana. Kwa hiyo ni muhimu, ile atakayekuja kusoma saa yote, chochote ukisomacho, hata uzungumzaji ni lazima uwe wewe waathirika na kile uzungumzao na unachokizungumza la huathiriki, na ndio kaona kalamu nahi hayana hayandiki haya, ha ha ha. Kwa sababu hata hajui hayandiki chochote, ulalolala haandikiwi la kheri, haandikiwi la shari pia haandikiwi, kwa sababu hako na hisia. Ingawa wenye mantukokwambiaje yusanu kalamu mukallafi ani lilgha, si ndio? Lakini akiwa ame amelala au hana akili, ule ni rufi alqalam an thalathin mona. Ala kul hal, hi ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, munasaba wa hii ni kwa ajili ya hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa kuna mwanamume aliyempa haki mwanamke, hakuna kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hatotokea sasa ikaonekana kwenye hadhara ya mtume yapendeza, aelezwe mwanamke ndio asili ya hizi hadhara. Unajua, tunataka tufahamu hizi hadhara, kuna watu huweka hadhara, lengo ni kumswalia sallallahu alaihi ale wa sallam, na kipimo kip, utachukua wewe mwenyewe, wewe mwenyewe ndio sema hii hadhara hii ya kumswalia, kuna na hadhara ya kumueleza mtume ateni wambie wazi hizi hadhara tuzifanyao, kwa lugha fasaha, haya maulidi yafanyika nao. Kuna maulidi ni maulidi ya kumswalia mtume na kuna maulidi ni ya kumweleza wewe mwenyewe, utajua. Angalia ni maulidi gani ulipokwenda, alizungumzwa mtume zaidi kuliko kusifiwa zaidi. Unajua, kuna wanaomsifu mtume, kuna na wanaomweleza mtume sasa kumweleza Mtume nikueleza mambo yake, mimi urongo, haitokupa haitokupanua kiilimu kwa kujua maalumati yanayohusiana na mafundisho yaliokuja Mtume. Nikikwambia Mtume alikuwa mweupe, alikuwa na nshi nzuri, alikuwa na pua imenyoka, alikuwa na rangi tamu, alikuwa na mwili laini, alikuwa na nyele nyeusi, wewe umepata maalumati gani yanayofungamana katika dini kuweza kuelewa chochote katika dini? la umeelewa umbile la Mtume. Sasa maulidi mengi ni haya, mtume alikuwa na nyele nyeusi, alikuwa na jasho lake, lakini ukia vizuri sawa, lakini we umetoka bado hujui hata kutawaza. Kwa hiyo maulidi yako sampuli ngapi? Mbili. hivi vigawanyo kila mmoja hatavijua wewe, tualike maulidi rombe leo maulidi ya kumsifu mtume na leo maulidi ya kumweleza mtume. Kumweleza mtume kuna aina nyingi lakini aina, aina kubwa ni kuyaeleza alokuja kuyaeleza yeye mwenye mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio kaona sifa hizi za mtume alikuwa hawezi aseme aina, ana si amesemea ana sayyidu waladi adam adam wa man... Lakini hakusema aina, ana pua ndefu ana nyele nyeusi ana kwani, angekuwa amesema uongo. Lakini aina, haya sio maelezo aliyokuwa yahitaji. Ametumilizwa yeye amesema Innama buidhtu mualima, niwafundishe sasa. Nywele nyeusi mpaka ufundishwe ni zipi? pua ndefu? Yaani hapa mkiona sisi, ukianza mwanzo mpaka mwisho utajua yule pua yake, wewe mwenyewe utasema yule mwarabu yule, mgerendeko unaitaje? Ma... Mdengereko. <laughs> kwa <tajudi sasamaito> <laughs> vya, vya na kwa tajwidi sasa mmeitoa, unaona ya kuchekesha, lakini hakikatu l-amri, jamanini hivi vitu vataka viwe na upgrade. Yani tuangalie mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna innamabui mualimainnama buidhtu liutamima mamakarima al akhlaqi. Hatutoweza kuyajua tukishakuelezea kuya rangi upuwa macho tumbo sijui alikuwa na vitanga laini la sasa, wewe ukialikwa maulidi, sema mi natoka kwenye maulidi ya kumswalia au maulidi ya kumwelezea bwana Mtume Muhammad saw. Sasa moja katika maulidi ya kumwelezea ni haya ya leo poleni. Mi sijasema mingine sio, lakini nimesema ni moja katika, na dalili ni hili. Mmeona hapa kwaelezwa maalumati na hichi ni kionjo Sinema yenyewe ya maelezo yatakuwa usiku, ukikosa usitulaumu, na hakuna kurekodi usiku, chatuhudhuria mwenyewe live, wacha <gayi> tuatie hamasa apate <gayi> kuja, atakuja watakuja. ukkaamatvni ile imeambiwa, laysa ala alama harajun no wala alalmaridhi al wala ala, ala araji ndo wale wakaa wakaangalia kwenye TV, weweza kuja ukakaa TV ni damu nijione, mwenyewe uwepo, nah, nah.